nzima. Kisha kesho yake akamwambia bosi wake waende huko kwa mganga kusudi wawekee nyumba yake na biashara zake ulinzi. Walipofika kwa mganga, mganga alianza kukoroma na kusema, naona unayopitia rafiki yako, ambaye mnafanya biashara pamoja, anataka urudi kijijini kwenu, amekuwekea madawa kwenye gari yako, nawe umepoteza wawekezaji wako, wameenda kwa... Huo ndo ulikuwa mwisho wa sehemu ya tatu ya hadithi yetu pendwa kabisa ya woga umeniponza. kwa wale ambao bado hatujasubscribe, tunaomba mtupe zawadi pendwa kabisa ya kusubscribe ambayo tutaikumbuka siku zote za maisha yetu. Pia msisahau kucomment, kushare na kulike. Tuendelee na sehemu yetu ya nne, mwisho ya hadithi yetu pendwa kabisa hii, uoga umeniponza. Baada ya kuyasikia hayo, ndugu yetu James akawaka hasira sana, lakini ndani yake akiwa amejaa woga mkubwa sana. Kwanza akiwa anaogopa sana kurudi kwenye umaskini ambao alikuwa nao mwanzoni na pia kupata manyanyaso ambayo aliyapata kwa sababu ya umaskini aliyokuwa nao. Ndugu yetu James akamwambia mganga, nipo tayari kufanya chochote kusudi ulinde kampuni yangu. Mganga akamwambia ya sasa, unatakiwa kuleta kichwa cha fisi mahali hapa ni kutengeneze dawa. James, maskini wa Mungu, hata fisi mwenyewe hajawahi kumwona anza kuumiza kichwa namna ya kumpata huyo fisi. Baada ya kuwa na ukimya mrefu, wakati James akifikiria namna ya kumpata fisi, ndipo Baraka akamwambia bosi wake kwamba kuna mahali huwa alikuwa anasikia wanauza fisi. James aliposikia hivyo akakurupuka kama mtu aliyetoka kwenye usingizi. Kwa msisitizo akasema, na kihitaji kwa gharama yoyote ile, fanya namna zako zote, hakikisha hicho kichwa kimefika hapa kwa muda unaotakiwa. Lakini Baraka kinyonge kabisa asema sawa bosi, nitajitahidi lakini kama kuna maarifa mengine ya kuweza kupata unaweza ukafanya, maana ili alina uhakika. Baraka anasema maneno hayo ili kumzuga tu bosi wake, kwani anajua hawezi kwa namna yoyote ile kukipata kichwa cha fisi. wakaagana na mganga pale kwa ajili ya kwenda kwanza kukisaka kichwa cha fisi. Basi kule kazini bosi wake alijifanya kama amemwagiza Baraka safari ya kikazi mikoa ya mbali ili kusudi Baraka akafanye mpango wa kukipata kichwa cha fisi. Ukumbuke kwamba wakati wote huo bado gari yake kila siku siku inanyunyuziwa damu kuizunguka, ila kwa upande wa bwana Baraka alienda moja kwa moja mpaka kijijini kwao na kukaa nyumbani kama yuko mapumziko. Na baada ya siku tatu, akampigia bosi wake simu na kumwambia amekipata kichwa cha fisi. Baraka akaendelea kumwambia bosi wake, lakini kichwa chenyewe ni gharama sana. Yaani Baraka akijua ni jinsi gani bosi wake James anaogopa kuwa maskini na anaogopa yale mambo anayoendelea kutokea nyumbani kwake. Baraka akamwambia bosi wake kwa kiasi ambacho anakitaka ili kusudi kununua kichwa kimoja, tunaweza tukaisababishia kampuni hasara kubwa sana. Bosi akamfokea na kumwambia kwani kampuni ni yako? kwanza inafanya kusudi niendelee kulinda kampuni yangu. moyoni moyoni, Baraka anasema yes, ndo kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Ndipo bosi kwa kufoka akamwambia niambie, ni shilingi ngapi nikutumie hiyo hela? Nakitaka kichwa leo hii hii. Basi baraka ni milioni moja, bosi. Baada ya kukata simu tu baraka akaanza kuimba kekundu kekundu, eh, wajinga ndio waliwau, wajinga ndio waliwau mama. Baada ya dakika kama thelathini hivi baraka kuangalia simu yake anaona milioni moja na laki moja imeingia kwenye simu yake, kisha sekunde ileile James naye anapiga simu na kumwambia nataka jioni ya leo uje na icho kichwa hapa Kesho tunatakiwa kwenda kwa yule mganga, na hakikisha umemwandaa kwamba kesho tunakwenda huko. Ndipo bwana Baraka akamwambia bosi wake, bosi, najua una haraka sana, lakini hiyo kitu haiwezekani, kwa sababu kuna utaratibu wa kumkamata fisi na kumchinja ili kusudi upate kichwa chake kusudi dawa ambayo tunaenda kuifanya kule kwa mganga ikapate kufanya kazi vizuri. Hawa mkamati kama mnyama mwingine yeyote wa porini tu. James ana budi ila kukubali tu, kwa sababu mambo ya kiganga na yeye ni vitu viwili tofauti kabisa. Bwana Baraka ndo ameanza kumpeleka huko. Ilipofika jioni majira ya saa kumi na mbili hivi kuelekea saa moja, Baraka akampigia Daudi na kumuuliza taarifa za kule nyumbani kwa James bosi wake, ndipo Daudi akamwambia James kwamba Mariana shemeji yake analalamika sana kwamba mumewe hajarudi nyumbani, ni siku ya nne sasa. Daudi anaendelea kumwambia Baraka kwamba amemshauri sana Mariana ampige mumewe simu, lakini imekuwa ni ngumu kwa sababu ya tabia ya James ya kutokupenda mawasiliano na mke wake ya mara kwa mara. Taarifa hiyo ilikuwa ni njema sana kwa bwana Baraka, kwani anajua ambako hakuna mahusiano mazuri, ambako upendo haujatawala, hapawezi kujengeka cho -cho. Chote ila kubomoka peke yake, yani anajua kabisa kwa bwana James uoga utaendelea kumtafuna kidogo kidogo, hakuna ujasiri wowote unaweza ukajengeka ndani yake, akiamini silaha kubwa kushinda mabomu ya nyuklia ni uoga, na akijua kabisa dawa ya kumtibu bosi wake ni ujasiri peke yake. Palipo kucha asubuhi, bwana James aliamka na kutafuta vijana wenye nguvu na kuwaidia kuwapa shilingi laki nne pale ambapo mleta fisi akiwa hai mbele yake. Mbele ya pesa, vijana wale hata hawakufikiria, kwa sababu maisha ni magumu, hakuna ajira, pesa nayo ni ngumu kupatikana. Basi waliingia porini na kuanza msako wa kutafuta fisi. Vijana wale walikuwa udari sana pale kijijini, hayakupita masaa kumi na mbili mbele ya bwana Baraka, anamwona fisi huyu hapa. Bwana Baraka akaingia ndani na kuwatolea shilingi laki nne kisha akawaamuru wa yule kichwa na ule mwili wa fisi yule wakautupe porini. Nayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, asubuhi ndipo Bwana Baraka akaamua kufunga safari na kurudi Tanga mjini kukipeleka kile kichwa kwa bosi wake na wakafanya maandalizi ya kwenda tena kwa yule mganga. Basi Baraka alipofika mjini, kesho yake tu akaondoka na bosi wake mapema sana asubuhi na kufika kwa yule mganga mganga. Walipofika kwa mganga, Baraka akakitoa kile kichwa na kumkabidhi mganga. Kisha mganga akamwambia wakae chini pale alipokuwa ametandika mkeka kwenye kilinge. Basi mbele ya mganga palikuwa na chungu ambacho kinavuka moshi. Mganga akakichukua kile kichwa cha fisi, akawaambia na chuna manyoya kwenye kile kichwa cha fisi mara tatu. Akawaambia kwa muda wote ambao atakuwa na chuna manyoya kwenye kile kichwa cha fisi, hakuna mtu yoyote ambaye anaruhusiwa kuema kati yao. James akiwa anatetemeka kwa woga sana sema ndio mganga, nitafanya hivyo. Ndipo mganga akachuma manyoya mara tatu kwenye kile kichwa cha fisi na kuyafungia kwenye kitambaa cheusi. Baada ya hapo, mganga aliyaweka ndani ya kibuyu, kisha akamkabidhi bwana James na kumwambia, nenea maneno ambayo unataka yasitokee na yatokee nyumbani kwako leo, nayo yatakuwa kama unavyotaka. Basi James akanenea maneno kule ndani ya kibuyu kwamba anataka kampuni yake ibaki salama, hataki kurudi kwenye umaskini anataka nyumbani kwake kuwe salama, anataka wafanyakazi wake wawe salama. Baada ya kumaliza kunena maneno hayo, bwana James akakirudisha kile kibuyu kwa mganga. Mganga akamwaga kila kilichopo ndani ya kile kibuyu kwenye kile chungu ambacho kilikuwa kinafuka moshi, na ndipo ghafla moshi mweupe mwingi kabisa ukapanda juu. Basi yule mganga akaanza kucheka kicheko kinachotisha, kile kicheko ambacho kinaaminika ni cha majini, na kisha akamwambia bwana James, sasa uko salama, tatizo lako lote kwa upande wangu limekwisha. Kinachotakiwa ni wewe tu kuzingatia masharti na utakuwa salama salmini kabisa, bwana James. Ndipo mganga akakichukua kile kifungashio ambacho alikitupa kwenye moto kimekuwa mkaa na kusagasaga kisha kuweka kwenye karatasi jeusi na kukimkabidhi bwana James, kisha akamwambia, nisikilize kwa makini masharti ya matumizi ya dawa hizo nilizokupatia. Mganga akamwambia la kwanza unatakiwa kutoka hapa ukiwa umegeuza nguo yako ya ndani nje ndani mbele nyuma, utakiwi kuivaa kama kawaida, na hiyo ni kwa sababu unapotoka hapa majini yatakuwa yanakufuatilia, hivyo yataelewa mahali unapokwenda. Pia kila siku unapokwenda kazini hakikisha nguo yako ya ndani umegeuza nje ndani mbele nyuma, ili kusudi asipate pia kuelewa kule unakoelekea na nini ambacho unakwenda kufanya. Na juu ya dawa hiyo hakikisha una yoga kila siku asubuhi na jioni kwa siku tatu mfululizo. Na sharti la mwisho, hakikisha kabla mwezi ujaanza unakuja kufata dawa nyingine hapa, ili kusudi siku tatu za kwanza, asubuhi na jioni, uoge dawa hiyo, ili kusudi upate kwenda kujilinda kwenye mapato ya mwezi huo ndani ya kampuni yako. Kisha mganga akamwambia sasa, unatakiwa kuweka sadaka yako pale, ili kusudi uishukuru miungu kwa kukutimizia jambo lako, na baada ya hizi siku utatu utaleta pesa ya malipo kwa ajili ya huduma niliyokufanyia. James akaweka pale kwenye ule ungo shilingi laki tano kisha akaambiwa kwamba aondoke bila kugeuka nyuma mpaka kwenye gari lao na waondoke moja kwa moja pale. Basi wakatoka pale, James akiwa walau amepata furaha kwamba changamoto yake imetibiwa. Siku ile, bwana James alienda moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Ile kuingia getini tu, mara bwana James anakutana na mchungaji mchungaji na mke wake na waumini wengine wa kanisani kwao, wako pale wanaomba na kukemea mapepo yote ambayo yanaizunguka nyumba yake. Bwana James hakutaka kwenda ndani, lakini akajifanya pale anaungana nao, kisha akaendelea kusali pale. Wakamaliza wakaingia ndani vizuri, wakaongea yale anayowasibu pale ndani vizuri kama muumini mzuri kabisa, kumbe wakati huo anatoka kwa mganga. James alizingatia masharti yote ya mganga na baada ya siku tatu ile damu kuzungushwa kwenye gari lake haikuonekana tena, ndipo bwana James akampa Baraka ile pesa aimpelekee mganga kama malipo. Kadiri siku zilivyokuwa zinaenda, Mariana alianza kuona mabadiliko kwa mme wake, kwa sababu hapo mwanzo walikuwa wanaenda kuoga pamoja, lakini sasa sio hivyo tena. Bwana Baraka akiambiwa kwenda kuoga pamoja nakuwa mkali kama mbogo, na anaenda kuoga peke yake akidai kwamba wao sio wazungu. Kingine kilichomshtua mke wake ni kwamba James alikuwa sasa hawezi tena kuvaa kwa uhuru mbele ya mke wake kama ilivyokuwa mwanzo. James amekuwa akijificha ndipo avae nguo, kwa sababu ya ukali wa James, Mariana alikuwa thubutu kumuuliza chochote, ndipo Mariana akaanza uchunguzi wake pole pole kuangalia ni nini kinaendelea, mbona mme wake amebadilika kiasi hicho? Basi Mariana alienda Kariakona kununua kamera ndogo mbili za siri. moja akaiweka pale bafu ambapo mme wake na yeye huwa wanaoga na nyingine akaiweka pale ambapo mmewe huwa anavalia nguo zake. Siku ya kwanza alipoangalia, akaona mambo yote mbona kama kawaida. Kwa nini mme wake anajificha akiwa anavaa, na pia kwa nini kipindi hiki ameanza kuoga peke yake? Akashindwa kuelewa, hakupata majibu yoyote. Siku moja ikawa ndo ndani ya zile siku tatu za mwanzo wa mwezi, basi Mariana alipoangalia kamera, alimwona mme wake akiweka vitu vyeusi vyeusi, anavitoa kwenye karatasi jeusi ndani ya maji kisha ndipo anaanza kuoga. Ndipo akaenda kwenye ile kamera ya pale ambapo mume wake anavalia na kuanza kuitazama kwa makini, kwani aligundua lazima kuna kitu. Na pia katika zile video zote za mwezi mzima akaona mume wake anavaa nguo ya ndani ameigeuza. Mariana aliogopa sana, hapo hapo akapata wazo la kumpigia yule mchungaji wake, na hapo akamweleza kila kitu ambacho kinaendelea kwenye familia yake. Ndipo yule mchungaji akamwambia, chukua hiyo dawa tuanze kuomba pamoja kwenye simu. Kisha mchungaji akaomba pale akaomba pale akaomba pale, kisha akamwambia ichukua hiyo dawa, akaichome moto, haina madhara tena juu yako. Mariana hakuishia kumwambia mchungaji tu, bali pia alimpigia mpenzi wake Daudi na kumwambia yaliyotokea na alichokifanya kwa ushauri wa mchungaji. Daudi akamtia moyo, kisha wakaendelea kama kawaida na maongezi mengine moja kwa moja. Baada ya kukata simu, Daudi akampigia Baraka na kumweleza kilichotokea kama kawaida. Kesho yake usiku, baada ya baraka kujua bosi wake ana dawa, akaenda kunyunyuzia tena damu kuzunguka gari yake usiku ule pale nyumbani kwake. Kabla ya hapo, bwana James alipofika nyumbani na kukosa dawa yake pale alipokuwa ameingia kuoga, hakuthubutu kumuuliza mke wake, kwani aliambiwa na mganga asimshirikishe kitu kama hicho mtu yoyote. Bwana James alipoamka asubuhi na kukuta gari yake imezungushiwa damu, aliogopa mno kuliko hata kipindi cha kwanza, kwani mwanzoni alikuwa anajua ni ma siara tu lakini sasa hivi imemwonyesha kwamba ni serious. Mariana mke wa James alipotoka nje na kuiona ile damu baada ya mume wake kurudi ndani akiwa kama aliyechanganyikiwa, akafikiria sana mbinu ambayo anaweza kuitumia ili kutatua hilo tatizo, na akasema eh, nimepata wazo. Ile mbinu niliyotumia kamera ya kumdaka mume wangu, na hebu niitege hapa nje ili kusudi nione anayoendelea usiku. Kosa kubwa. Mariamu alimpigia Daudi na kumwambia kwamba ana mpango wa kutega nje kamera ili kusudi aone mambo yanayoendelea usiku pale kwake, na Daudi naye kama kawaida akamwambia Bwana Baraka, aise, usiende tena huko, wameshatega kamera za kukamata wakupiga wakuue. Ndugu yangu, nami nakukubali sana, sitaki upotee hivi hivi. Baraka akakasirika akasema ah kila kitu sasa kimeharibika, sijui nitafanya nini tena. Baraka akasema lakini, hapo sikati tamaa, ni wakati sasa wa kutumia plan B yangu. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya nne ya hadithi yetu pendwa kabisa, Woga Umeniponza. Kwa wewe ambao bado hujasubscribe kwenye chaneli yetu Shao Digito, basi tunaomba ufanye hivyo, ili ukapate kuendelea kusikiliza kwa wakati sehemu ya tano ya hadithi yetu hii pendwa kabisa, tukapate kuona plan B ya kumwangu gusha bosi wetu James inaenda kuwaje?